Ni utamaduni wa kawaida, yaani ni utamaduni wa muda mrefu kuwa mchezaji bora wa mechi au wa mwezi kwenye ligi hupewa tuzo ya kutambua mchango wake na jitihada za upambanaji wake. Huenda ikawa chupa ya mvinyo, kombe dogo, ama pesa. Na hapa nchini Tanzania, mchezaji bora wa mwezi pia hupata zawadi ya kisimbuzi kutoka kwa mdhamini wa haki ya matangazo ya televisheni yani Azam. Kuna tuzo nyingine huko duniani ambazo pia hutolewa katika ligi mbalimbali mbali. Tuzo hizo huonekana kuleta gumzo hususani katika dunia hii ya utendawazi kutokana na mvuto leo wa tuzo zenyewe. Leo ninakusogezea utamaduni wa klabu moja ya nchini Norway Brann FK ambayo ina utamaduni wa kuchekesha wa kuwapa wachezaji wake vitu ambavyo huzua gumzo mitandaoni japo kwao ni jambo la kawaida. Moja ya vilabu vya soka katika ligi kuu soka Norway Brian FK ina utamaduni wa kipekee linapokuja suala la kumtunza mchezaji bora wa mechi. Klabu hiyo ya soka ya ligi kuu ya Norway Brian FK ambayo ni klabu ya nyumbani ya mshambuliaji nyota wa ligi kuu Uingereza Erling Brown Haaland, ambayo pia nyota huyo wa Manchester City alianzia maisha yake, ina njia na namna ya kipekee ya kumtunuku mchezaji bora wa mechi. Mshangao ulianza pale ambapo mchezaji wa Brian FK Alex Grieger alipopokea mwana kondoo kama mchezaji bora wa mechi, yaani mtoto wa kondoo. Brian FK ilishinda mbili moja dhidi ya Hogsand katika mechi ya hivi majuzi. Mwisho wa mechi hiyo, Alex Krieger ambaye alikuwa mmoja wa wafungaji wa mabao alipokea tuzo yake ya mchezaji bora wa mechi. Alipewa kondoo na wasimamizi wa mechi hiyo kama zawadi yake. Krieger alionekana kushangaa, lakini baadaye alianza kufurahia na kuburudika baada tu ya kupokea tuzo hiyo. Zawadi ya kawaida inaangazia uhusiano wa kina wa klabu na jumuiya ya wakulima wa eneo hilo, hasa inayozingatia uzalishaji wa nyama na maziwa. Wafuasi wa Brian FK wanajivunia urithi wao wa kilimo, mara nyingi huielezea kupitia nyimbo. Zaidi ya hayo, mashabiki pia hupata fursa ya kutazama mechi za ligi hiyo kwenye trekta kando ya uwanja. Man of the match kwa kawaida kwenye klabu hiyo pia hupata shampeini, yaani nyakati fulani mchezaji bora wa mechi alipata shampeini kama zawadi ya mchezaji bora hii kwao pia ni utamaduni. Mwanzoni mwa msimu huu, licha ya kikosi chake kupoteza mchezo wao wa ufunguzi wa msimu wa ligi ya Norway kwa moja bila dhidi ya Bodo Glimt, lakini kipa wa Brann FK Jan Deboa angalau waliweza kusherekea kuchaguliwa kuwa mchezaji bora wa mechi. Klabu hiyo pia huwapa wachezaji wao mayai na maziwa, lakini mwaka huu kwenye ufunguzi wa ligi ya mwaka 2024 25, kipa wao huyo Jan Deboa baada ya kuzuiwa juhuu wa penalti alipewa trei la mayai kwa kuwa, kuwa mchezaji bora wa mechi. Ni ishara ya uhusiano wa klabu hiyo na kilimo cha ndani ambacho kinatawaliwa na uzalishaji wa nyama na maziwa. Tukiachana na klabu hiyo ya Norway, hebu ni kupe visa vingine vya mchezaji bora wa mechi kwingineko, tukianzia pale nchini Argentina. Kipa mkongwe wa River Plate Franco Armani alikumbana na fedheha ya kutawazwa mchezaji bora wa mechi na wafadhili, lakini cha ajabu ni kwamba akapewa baga River Plate ambayo iliwafunga wapinzani wao wa jadi wa muda mrefu Boca Junior kwenye kombe la Super Cup la Argentina mwaka elfu mbili kumi na nane. Alishangaa kuona anapewa baga na wasimamizi wa mechi, kitu ambacho kilimtoa kabisa mchezoni, lakini baadaye akaona ni jambo la kawaida. Kwingineko nikona samoni wa klabu ya Patrick Sisto alionekana mwenye furaha iliyopitiliza mwaka wa elfu mbili kumi na nane pia, baada ya kukabidhiwa pizza na wafadhili wa siku ya mechi, baada ya kufunga bao dhidi ya Dunde kwenye ligi kuu ya Scotland yani Scotland Championship mnamo mwaka 2020. Kijana mwenye bahati zaidi eh, Said Benrahma, kama na mkumbuka huyu pia alishinda nakala ya mchezo wa video Crash Bandicoot 4 kwa ubora wake. Mchezaji huyo wa zamani wa Brentford alifunga goli dhidi ya Fulham katika raundi ya nne ya kombe la Carabao. Nchini Afrika Kusini, nahoza wa zamani wa klabu ya Mamelodi Sundowns, Helomfo Kekena alipewa kifurushi cha data cha GB5 mwaka 2018 kama mchezaji bora wa mechi. Lakini pia kiungo wa sasa wa Arsenal Martin Odegaard aliwahi kupokea samaki mkubwa aliyenunuliwa duka moja la jumla baada ya kushinda tuzo ya mchezaji bora wa mechi akiwa Real Sociedad kwa mkopo, wakati huo akiwa mchezaji wa, wa klabu ya Real Madrid mwaka 2019 20. Ebwana, hebu niambie mambo yakoje huko kwenye ligi yako? Tuendelee kuwapa wachezaji bora tuzo gani, pesa ama vitu gani ambavyo unaviona wewe ni sahihi, lakini na kwa nini tuwape? Hebu tuchangie hapo chini. Jina langu ni Kulwa Mwaijulu na hii ni Msasa Media.